Baba yatosha, yaani yatosha. Kunilaza chini mwezi mzima inatosha. Kwa nini? Nimefanya kosa gani? Kukuletea kitanda changu nipigie polish? Yaani mimi nimekuletea kitanda changu nisidhalilike, ndio umenidhalilisha? Mazima, lakini nilikwambia kila kitu kuhusu mume wangu. Mume wangu ana muda na mimi kabisa, yuko busy na mambo yake. Akirudi nyumbani amechoka, tena usiku mkubwa, anijali kabisa. Huwezi amini, na miezi mitatu sijashiriki hata tendo la ndoa. Naomba unisaidie Nyuki, nahitaji faraja. kama mke wa mtu, mbona yuko vile? Yaani mke wa mtu amepauka, anaonekana kabisa maisha yamempiga. Ina maana wewe mume wake hamhudumii au hampendi mke wake? Mimi binafsi nilishaweka nadhiri kwa Mungu, haitotokea nikashiriki tendo la ndoa na mke wa mtu, kitu ambacho sitaki mimi kufanyiwa. Siwezi kumfanyia mtu mwingine. Shoga yangu huyo mwanaume ni ana hela dada, ukikubali, ukikubali shoga yangu maisha haya hivi. Shuu, nachukuliaje mimi? Nakuuliza, unanichukuliaje

Yatosha, yaani yatosha kunilaza chini mwezi mzima, inatosha. Kwa nini mimi? Fanya kosa gani? Kukuletea kitanda changu nipigie polish? Yaani mimi nimekuletea kitanda changu nisidhalilike, ndio umenidhalilisha mazima. Kitanda changu kimechakaa, eh mm -mm, akija anakuta kitanda kimechakaa. Sawa, mimi ni mwanamke, nikaona yeye nikipeleke kwa fundi kikae kwa upya, tara hata hizo hela za mchezo nisizikose. Nimekuja, ndo umenidhalilisha mazima. Nataka kitanda changu, full stop. Polishi tayari nishapiga, mifumbati miwili bado, mfumbati bedside moja na ya nyuma. Kwa hiyo kesho saa nne njoo uchukue kitanda chako kitakuwa ah, tayari eh, mimi sichekeshi hapo, umesikia sichekeshi, eh? kitanda mwenye ndio alikuwa mizungu yangu yote namalizia kitandani. Sasa hivi nimeacha, sina kitanda. Nafenyeje? nataka kitanda changu. Wewe sio umenipa kazi eh? Mimi ni mtu wa kazi, nitakifanya hicho kitanda chako kitakamilika tu, kesho asubuhi njoo saa nne uchukue kitanda chako kitakuwa tayari. Usiongee sana. Vitu vingine tumuepushe shetani. Sawa. Saa nne. Kesho saa nne. Kesho saa nne. Saa moja na mchezo. Kesho saa? Saa nne. Asubuhi, si ndio? Nimemalizana na wewe. Yaani kwa hiyo unategemea kitanda kilichoko kwa fundi ndio kwa

Sure. Mimi najua kwamba sisi tayari tulisha date na tukamalizana. Kwa kifupi ni kwamba mimi na wewe huwa tunafanya biashara, hatujawahi kuwa wapenzi, ila majuzi wakati nimelala pale kwako pale wakati natoka kuna yule mwanamke nilimwona pale. Mi nisikufiche, yule mwanamke mi nilitokea kumwelewa sana, nitokea kumpenda mno. Kwa hiyo nimekuita hapa ili walau niweze kupata msaada, uweze kunisaidia ninamnagea, ni namna gani naweza kumpata yule mama? Nyuki, nimekuletea chakula na maji hapa, lakini pia pale kwa uchovu. Sasa sijui utaanza kula ili tuongee au tutaongea huko ukiwa na kula. Nimekuletea chakula kizuri ambacho unakipenda, lakini lengo kubwa nataka kujua jibu langu. Lakini ni mara ngapi nimekuambia? Sihitaji hili liendelee, wewe ni mke wa mtu Unavyokuwa nakuja hapa alafu bila taarifa, mume wako akijua itakuwaje? Lakini nilikwambia kila kitu kuhusu mume wangu. Mume wangu ana muda na mimi kabisa, yuko bizi na mambo yake, hakirudi nyumbani, amechoka tena, usiku mkubwa, anijali kabisa. Uwezi amini, na miezi mitatu sijashiriki hata tendo la ndoa. Naomba unisaidie Nyuki, nahitaji faraja. kwa hiyo sasa Unataka kunitumia mimi kama chombo cha kukupa amani wewe? Yaani mimi niwe kama njia ya kukupa hicho kitu unachokikosa kwa mume wako? Sijamaanisha hivyo, ila mimi nakupenda kweli <laughs> Hey, maajabu haya! Eti mke wa mtu anipenda kweli, na mume wako? Mume wangu hana na muda na mimi kabisa. Hata hivyo, nipo kwenye process za kudai taraka ili naondoke kwetu ila kama utakubali kuwa na mimi nitakuja moja kwa moja kwako. Sasa ni wewe kitu cha kuja tu direct kwenye point, kwamba shoo bwana, ni hivi na hivi. Unaanza kujizungusha mwanaume mzima, au siyo? Tulikuwa tulikuwa mwenye kukwambia, yani ukizungumzia ishu za mapenzi na ukinizungumzia mimi, mimi sijui kupenda bro. Yani mimi hapa pesa ndo kila kitu, yani mapenzi kwangu ni biashara, wala tusuki. Yani sijui hata inakuwaje. Wewe ungekuja tu straight, shoo bwana, mimi kuna mtu nimemwona pale minataka uniunganishie Sema hiyo, hata ina noma hiyo, limeisha cha msingi temesha, tunjoropa hapa ikae mkononi fanye, basi itakuwa jambo la heri kama utafanikisha kunikutanisha au kuniunganisha na ule mwanamke, ila yes, ni mke wa mtu na mumewe ni mtu wa kaskazini. Kwa hiyo ndugu yangu, ukiavagaa ya huko akabumbuluka, mimi simu mitamia yasije tu akakukuta, yasumani yamsubiri. <laughs> Kwanza unataka kuniambia yule ni mke wa mtu? mm -hmm. Sasa kama mke wa mtu, mbona yuko vile? Yaani mke wa mtu amepauka, anaonekana kabisa maisha yamempiga. Ina maana huyo mume wake hamhudumii au hampendi mke wake? Sikiliza, nakwambia kama ni mimi nikimpata yule mwanamke wiki moja tu, we mwenye utamsahau hapa mjini, bachwe. Ah, <laughs> ah, mana nyie mlioko kwenye ndoa mnanitia hofu ya kutaka kuoa. Naona kabisa naenda kulipa deni kwa sababu ya mke nitakayemwoa endapo nikishiriki tendo na mke wa mtu. Mimi binafsi nilishaweka nadhiri kwa Mungu, haitotokea nikashiriki tendo la ndoa na mke wa mtu. Kitu ambacho sitaki mimi kufanyiwa, siwezi kumfanyia mtu mwingine. Ninachoweza kukushauri, angalia namna nzuri ya kuweza kuliweka sawa na mme wako, ili muweze kuendelea. Wakati mwingine huenda wewe ndio mwenye makosa, ndio maana mme wako akupi muda. Kwa hilo sikushauri hata mimi siwezi kabisa kuwa na leo, kwa sababu historia ya mahusiano yangu ya nyuma inanitia hofu kuwa na mtu na pia kama hiki chakula umeniletea kwa ajili ya hilo lengo, tafadhali ondoka na chakula chako. Hamna, useme hivyo, hiki chakula ni kwa ajili yako. Lakini pia usimhukumu mtu kwa kosa la mtu mwingine, naelewe basi hata kidogo. Kwa sababu mapenzi yanachagui. Hata kama mimi ni mke wa mtu lakini moyo wangu umekuangukia wewe. Mapenzi yana changamoto nyingi sana sana. Hii life style ambayo naishi na mume wangu ni mbaya sana. Hata kama ungekuwa wewe na mke wako ukaishi maisha ambayo mi naishi na mume wangu, mke wako angetafuta mtu mwingine akumpa faraja, na ndio maana mi leo hii nimekuja kwako.

wasikuma mbwanyie kama alokona chini <laughs> Sasa sikia, nikwambie. Yani, ukweli tu wa Mungu, mimi si mnafiki, mimi naendaga straight hii life yote okay. Lazima nifanye makato yangu kwanza. Wananitoa hapo, wananipa kazi nyingine, kwenda kubembeleza kama anabembeleza watoto. Maana watu wa shamba mimi nawajua, utaanza "hey, hey, hey", uh, hiyo hapo. Na lazima nipate makato, nauli yangu ya kunifikisha ya kunibembeleza kwao. Nakata ya ya thalathini hapa itakayofika sabini Mi na kujua we pesa ipitagi mbali na weye, basi fanya unakotaka. <laughs> Dada, naomba ule, yaani utuli, urelax, ule ushibe, kwa maana kitu nachokuambia kinataka ni u umeshiba, ili pale unapotoa maamuzi uyatoka unajua unafanya nini. Chombo shiba yangu, hmm. Msema wanasema kula ushibe, shoga, kazi yako ngumu <laughs> <laughs> <laughs> kwa kweli, moja mii ile maana Alvin wangu nitamkumbuka baadaye, nitambakishia pa. Unajua, wakati niko shule, walimu wakati wanafundisha kwamba wana science wanasema kwamba ukiwa umekula umeshiba, ndo unapata yani kutoa ile maamuzi ambayo ya sensitive, nilikuwa naonaga wanadanganya, ila kwa ila leo inabidi tu ule inahakikisha pa shule yangu ya Vanille. Uniambie unaambieta ilo jambo lenyewe Haya, nimekula vichips hapa na sasa hivi sabini tena. Haya, niambie, kazi yake nini? Maana unaambiwa mjini hakuna cha bure mm. Kuna mwanaume alikuwa una shughuli yangu, kwa hiyo dada mjumbe hauawi, kama salamu nilivyozipewa ndivyo nilivyozifikisha Shoga yangu huyo mwanaume ni ana hela, dada, ukikubali, ukikubali shoga yangu maisha haya, yaani huyo mnuzi mmoja tu baada ya eh, dada kutuma laki mbili, laki tatu kawaida. <sighs> hivi shuu, unachukuliaje mimi eh? Nakuliza, unanichukuliaje Yani usijui kaniona kwamba mimi nakaa umundani na ziki, basi ndio nitaweza kupokea kwanza? Twanza shulangu, nikwambie tu wazi, mimi nampenda mume wangu, na licha kumpenda, haya yote ni maisha. Unajua mimi natoka wapi na baba Alvin, mimi yaani from chekechea huko tafadhali naomba urudishe la watu. Sikatai mimi ni maskini, tena maskini kabisa, nashinda hata na njaa hapa ndani, lakini mimi sijafikia na ukahaba huo wa kuchukua hela ya mtu alafu, shuu, wakati unachukua hu kujua mimi ni mke wa mtu hivi? Unajua mimi mwenyewe kwamba sipati hayo majaribu? Huko nje nayapata, lakini nampenda mme wangu, mimi sitaki tuletiane maradhi humu ndani. mm -mm. shu Aya, sawa shugha yangu kusikia. Ela hii mimi nairudisha kama nilivyokuambia mjumbe wa wapi. Lakini, lakini kwa msisitizo, ukome tabia yako kuja kunigongea mlango. Oh, sijui shoo huko kuna viugwa mwanangu mimi a ya, mimi ameshinda na njaa, hajakula sijui afi ananisumbua. Komanda. E, sababu unanua kilo kadhaa kuweka nani ukampikia mwanao akala kashiba. Ila tunifanye wewe maskini jeuli. Wewe una maskini jeuli eh? Wewe hapo maskini jeuri, kaa na jeuri zako, nisemenisha kubali hata iweje ah. Uwezibadili chapo kwimudu, ihali ni ngumu na jikatili